Uhali gani, mpenzi mtazamaji na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omary kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo ya upepo inaonyesha upepo utarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Ilhali katika maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa upepo utarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na mifumo ya anga bado endelea kuonyesha viashiria vya kuwepo kwa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi kuelekea kusini mwa nchi yetu pamoja na maeneo yanayozunguka ya Ziwa Victoria kuelekea magharibi mwa nchi yetu. Na mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, hivyo ni vema kwa wananchi kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki na kwa usiku wa leo maeneo yanazunguka Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu yatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi. Hali kama hiyo pia inatarajiwa katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro. Kwa maeneo ya juu kaskazini mashariki pamoja na pwani yetu ya kusini yatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache, na maeneo mengine yanayosalia yatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu pwani yetu ya kaskazini pwani ya kusini, mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo ya juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo ya mkoa wa Singida pamoja na Dodoma kunatarajiwa kuwa hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini kwa mkoa wa Dar es Salaam tutatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache, ilhali katika mkoa wa Dodoma tutatarajia vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza tutatarajia mvua pamoja na ngurumo katika maeneo machache, na mkoa wa Kilimanjaro tutatarajia mvua katika maeneo machache, na mkoa wa Mbeya tutatarajia mvua pamoja na vipindi vya jua kwa Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache na mkoa wa Arusha tunatarajia mvua katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hali ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na niwaage kwa heri.